Chamsingi zinaendelea vizuri maandalizi ya mechi na Bigman, Jumamosi wiki hii. Ni mechi muhimu kuweza kushinda kwa sababu mechi iliyopita na Geita Gold tumeweza kupoteza kwa goli mbili kwa bila, japokuwa vijana walipafomu kwa kiasi fulani, kuna makosa ambayo tumeweza kuyafanya akaweza kusababisha kuweza kupoteza chamsingi. Tumerekebisha makosa na tunawaheshimu Bigman, ni moja ya timu nzuri kwa sababu imesajili wachezaji wengi ambao ni ni wazoefu kwenye ligi kuu na wako pale, na vile vile mechi iliopisha iliopita wamepata matokeo mechi na Barbarian. Kwa hiyo tutakuja na discipline kubwa kuhakikisha tunapata matokeo na kuwafurahisha wadau wetu wa Kilimanjaro na sehemu nyingine kote Tanzania. Tungeomba mashabiki wetu wa Kilimanjaro, kama walivyotusapoti kwenye mechi mbili za mwanzo za housing pamoja na B19 waweze kutusupport tena kwenye mechi hii inayokuja, waje kwa wingi kwa sababu support yao ndio itakusaidia sisi kuweza kupata mafanikio. Ah, tayari wote na salimu watu wa Moshi. Ah, tumerudi Moshi kutoka kwenye mechi yetu iliyopita dhidi ya Geita. Ah, tunaendelea na maandalizi ya mchezo ujao dhidi ya Bigman ya mkoa wa Lindi. Ah, mechi yetu itakuwa ni siku ya Jumamosi. Ah, tunawaomba wadau wote wa Moshi na mashabiki wetu waweze kujitokeza kwa wingi kwa sababu mchezo utakuwa ni mchezo wa sisi kurudi katika ile resi ya kupambana na kupandisha timu yetu ya Polisi Tanzania. Ah, uh, mechi iliyopita tuliteleza, na kama mnavyojua ligi ilisimama ligi, na ikaja ikaendelea, lakini haikutunyima sisi kuendelea na, na mapambano, tulipambana hadi mwisho, lakini hatukuweza kupata pointi. Ah, uh, tumerudi uwanja nyumbani na tunawaahidi hii mechi inaokuja basi